Poti mabingwa wa ligi kuu ya wanawake ya FKF watajulikana Jumamosi baada ya Ulinzi Starlets kupewa pointi zote tatu za mechi yao dhidi ya, ya Zetech Sparks. Kamati ya ligi ya mashindano ya FKF imewapa Ulinzi Starlets FC pointi hizo baada ya wanajeshi hao kukata rufaa. Ulinzi ilipata ustahiki wa mchezaji Betha Omita ambaye alichezea Zetech Sparks bila kuruhusiwa na FKF. Kamati ya ligi ya mashindano iligundua kuwa uhamisho huo kwenda Sparks haukuwa umekamilika na Zetech pia hawakuwasilisha leseni ya FKF ya mchezaji huyo. Ulinzi Starlets sasa wanashikilia nafasi ya pili kwenye jedwali wakiwa na pointi 41, pointi mbili nyuma ya Polisi Bullets, wakiwa wamesalia na raundi moja ya mechi. Polisi watamenyana na Trinity Starlets mjini Nakuru huku Ulinzi Starlets wakimenyana na Kisumu All Starlets. Mechi zote mbili ni siku ya Jumamosi na zitaanza kwa wakati mmoja saa saba alasiri <laughs>